Mwili wa kijana mmoja umepatikana leo asubuhi baada ya kuvamiwa na kuuawa na genge la watu wasiojulikana. Mwili huo uliokuwa na alama za kudungwa na kisu umechukuliwa na maafisa wa polisi katika eneo la Pinewood, Nakuru Mashariki, huku wakazi sasa wakilalamikia utovu wa usalama katika maeneo hayo, wafanya biashara. Naam, Evans Zasiba yuko huko na sasa tunaungana naye mubashara kutoka Nakuru.

Na mashirimo uliyosema ni hakika kwamba mwili wa kijana huyu umechukuliwa dakika kama tano hivi zilizopita hapa eneo lipo ni mnakuru magharibi ambapo nakuru magharibi ambapo tu ni mpaka na nakuru mashariki. Lakini moja kwa moja nitakuwa nikizungumza na chifu wa eneo hili, pengine tuambie mengi kuhusiana na swala hili nzima la usalama katika eneo hili e, pengine tu chifu, ukianza kwa kujitambulisha majina, tuambie kijana huyu hapo anajulikana ni nani, miaka ngapi, na haswa nini haswa kilichotendeka ha, leo tumeamkia na shida kwanza, kwa majina anaitwa Jason Masharia, Chief Mwariki location. Leo asubuhi tumepata na mkasa, tumepata ripoti kutoka kwa wazee wa vijiji kwamba kumepatikana mtu mmoja ambaye alikuwa ametupwa kwa mtaro, na baada ya kuita askari na watu wa DCI ikatambuliwa kwamba alikuwa amedungwa visu tumboni kisha akarushwa kwa mtaro. Kwa jina lake alikuwa anaitwa Martin Mudhomi kwa ngozo, na watu hao wameweza kumtambua na ameweza kuchukuliwa na kuweza kupelekwa kwa mochari ya Jaka na, na pengine tu ukiangalia visu amedunga kama visu ngapi, na vilevile vile pia mwili wenyewe umekaaje, ukiangalia kwenda kwa kwenda uh, hiyo pengine alidungwa sangapi hivi. Kulingana na ripoti ambayo tumepata ilikuwa ni kama mwendo wa saa sita usiku jana, jana kulisikika nduru na watu wakajaribu kutoka, sijui kama aliogopa. Kisha baadaye asubuhi amepatikana arusho kwa mtaro akiwa amedungwa kama visu viwili, alikuwa amedungwa visu tumboni na akawa ame lose dam mingi sana, inawezekana hiyo imefanya akapata kukufa. Kijana mdogo, kijana wa miaka thelathini ambaye hata hakuwa na familia. So lililotukia hatuwezi kujua lakini tunajua kwamba hii ni wakora walimvamia wali sababu kuna majeraha ya visu tumboni mwake. Alikuwa amedungwa mpaka mara yote ikatoka ilikuwa imetoka nje. Yeah. Na pengine aliweza kuibiwa chochote simu kama amekuwa nao simu ilienda niseme tu kwamba e, umekuwa vipi na pia hali ya usalama katika kile watu wanalalamikia wao kufanyibiashara wanasema kwamba pengine ikifika saa mbili saa tatu hali ya usalama si nzuri vile. Pengine una una sauti uh, kumekuwa na hiyo hali ya, ya, ya shida ya usalama kuna vijana wanatembea na pikipiki wakipora watu, so hatuwezi jua exactly nini ilijiri, sababu ni kitu ilifanyika usiku. Hakuna mtu anaweza sema ati alikuwa eye witness sababu ni kitu imefanyika usiku wa manane, lakini tunakulingana vile tumemuona ni mtu ambaye alivamiwa na akaweza kudungwa na kisu. Alikuwa hivyo, hatuwezi jua mahali hivyo sababu hatujapora kutuangalia kama vitu zake ziko, lakini tu ni venye tumepata kwamba ameumia, so anaweza kuwa na habari kabili ni wa ofisa wa DCI, sababu wao ni wanafanya investigation Haya basi, huyo ni chifu eneo hili eh, chifu Mashere akizungumza nasi akituambia hali ilivyo eneo hili akisema kwamba ni kweli, eh, hali ya usalama imekuwa tatizo katika eneo hili haswa inapofika masaa usiku o vijana wanaotumia pikipiki wamekuwa wenye kuhangaisha wakazi wa hapa haswa wafanyabiashara ambao wanaonekana kutoka kazini, ikibainika kwamba sauti zile nduru za, ku, za kutaka kuokolewa kijana huyo alitoka mwendo wa saa sita hivi, lakini hakuna angetoka kuja kumwokoa, na hapo amepatikana na visu zaidi ya viwili ambapo niseme tu kwamba alama za visu alivyokuwa amedungwa tumboni kufanya kufariki kwake. E, mwili umechukuliwa na vile vile tutakuwa tukitafuta familia yake pengine hajaoa, na tutakuwa tukizungumza na familia yake pia tuambie kijana huyo alikuwa tabia gani na alipokuwa pengine alikuwa anatafiri kutoka wapi. Kutoka kaunti ya Nakuru tutakuwa tukielekea mapumzikoni na tukirudi, mwenzangu Mashirima atakuwa mwenye kuendeleza taarifa hizi za saa 4 mimi ni Evan Asiba twende mapumzikoni.